Yes, mtazamaji wa Simba Fans TV brother Shaban, mambo, Mungu, tuko naye Shaban, napenda kutokana na kile ambacho anakifanya saa 2 insha hii ni. Basi mipango inaenda vizuri, kwa sababu kikubwa zaidi ni mambo mengine yanakuja. Wa msimbazi Simba wamerejea na fainali inakaribia, eh, sehemu pekee ambayo Simba anakwenda kuandika historia kwa mara nyingine tena endapo atalitoa taji hili, lakini pressure inazidi kupanda. Wapi mpira utachezwa leo jioni? Zimezuka taarifa kwamba mechi itakuwa ni Zanzibar, japo taarifa rasmi kutoka kwa klabu na shirikisho la soka haijatoka bado. Hili wanasimba, kwanza mnalipokea kwa namna gani? Eh, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, timu yetu imerudi salama pamoja na mashabiki ambao waliambatana na timu kuelekea Moroko. Lakini la pili tumecheza dakika tisini za kwanza berkani Moroko, dakika tisini za pili tunacheza Tanzania. Unavyozungumzia Tanzania unaweka Mbeya, Mwanza, Bukoba, Iringa, Kigoma, Kigoma unaweka visiwani Zanzibar, unaweka mafia unaweka na sehemu tofauti. Kwa hiyo tumerudi nyumbani Tanzania pote tutakapoenda kucheza tutaenda kucheza mechi kwa sababu sisi tumeingia fainali tukiwa tunacheza mpira. Kwa hiyo kama mchezaji mpira unapopatikana uwanja ambao ulikuwa bora basi Simba wanaenda kucheza na wanasema mwanajeshi hawezi kuchagua poli la la vita, na kupigana sehemu yote anapigana. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna taarifa nyingi zinazozungumzwa kwamba uwanja labda Benjamin Mkapa labda Amani labda wapi. Mimi niwaambie tu ana Simba. Simba klabu ya mpira, na mpira unachezwa sehemu yoyote. kama tulipata matokeo dhidi ya Mufuli la Wanderers wow, tunapigwa nne uwanja wa Uhuru, tunaenda Zambia tunafunga mtu goli tano bila. Leo unaogopa vipi kwenda kucheza Zanzibar ambayo iko ndani ya Tanzania? Kesho tunatakiwa tuweze kujiamini na tuweze kujipanga kama ikipangwa Zanzibar, right. Kama ikipangwa Benjamin Mkapa sawa. Kama ikipangwa Mafia sawa. Ikipangwa Nangwanda Sijaona mtu wala sawa. Sisi tunachohitaji tlasa, tunachohitaji timu yetu icheze kwenye uwanja ule kwa sawasawa, na wale waliokuwepo kule watapambana, kwa sababu sehemu zote zinazotajwa Simba ipo, au sio? Ukitaja Mafia Simba ipo, ukitaja Ikwilili Simba ipo. Inawezekana labda kapo akatuchagulia Ikwilili, tutaenda kucheza eh, kwa sababu sisi ni watu wa kupambana, ila tuondoe hofu na na yale maneno ya watu, kuna watu nimeona baada ya kusikia timu inaenda Zanzibar, wao ndio wamechukua wame advantage ya kusema kwamba Zanzibar, si tutafungwa sisi. Tuwakumbushe tu, tu, labda sisi tunaingia fainali ya mashindano haya, tumechukua pointi tatu Zanzibar, tumeenda South Africa ambao na ndio ugenini hatujapata pointi. Kwa hiyo Zanzibar kwa watu vile vile katika maisha ya karafuu kwetu kuna baraka. Kila sasa kiwa tu tujipange na tuhakikishe tunacheza mechi kama fainali. Kila mtu kwa nafasi yake apambane, hakikisha anasaidia timu yake. Mwenyezi Mungu yupo kwa kila mtu anayetembea ambaye alomuumba. Kwa hiyo kama wewe ni Simba Sports Club na wewe unaitakia mema klabu ya Simba, omba dua pale ulipo. Na wachezaji wetu tuambie. Wao ni, ni, wanajeshi. Kila sehemu wana uwezo wa kupigana vita. Kama walipigana vita wakashinda nje ya Tanzania kwa mechi zingine mpaka tumekuja kufikia hatua hii, utashindwaje kushinda katika ardhi yako ya Tanzania? Kwa hiyo mimi niwaambie ni, ni tu wanasimba na, na, na Watanzania wote tutakapopangwa popote, si finali tutacheza, na hiyo haina hofu. Mimi naomba siyo Zanzibar, hata wakienda kutupanga kutupanga Kilwa kwa, kwa Mheshimiwa Muktadha Ali Mangungu nyumbani kwake, tukaambiwa uwanja huu hapa, sisi tutaenda kutwanga na kombe. Tunabeba hii tunabeba hii tunabeba, nawaambia tena, narudia tena hii tunabeba sehemu yoyote kwetu ni chaka na, na, na tunamaliza. Na labda unadhani hofu hii ya baadhi ya eh, wadau wa mpira na wale ambao ni mashabiki na wanachama wakua Msimbazi Simba inatokana na nini? E, mazoea. Mimi naweza nikasema mazoea kwa sababu watu wengi wanasema Benjamin Mkapa ndo kama nyumbani, ndo sehemu yetu ya mauaji. Lakini mimi niwaambie mauaji ya Simba hayako Benjamin Mkapa yako yako sehemu yote, kwa sababu mpaka tuwae tumefika tumepoteza mechi moja ya zaidi ya Constantino Benini, lakini kuna mechi tumeenda sare, kuna mechi tumeshinda nje ya Tanzania, tena tukiwa tuna mashabiki wachache. Tumeenda Morocco juu tulikuwa tuna mashabiki wengi, tumepoteza mchezo, lakini mimi niwaambie, imani yangu popote watakapotuweka finali hii hii tunabeba yani hilo sina hofu hata kidogo, na nazungumza na tabasamu kwa sababu kilicho kwa mbele yangu nakiona, naona askari wangu wako sawa sawa. Kwa hiyo kama askari wangu wako sawa sawa popote utakapoenda tutaenda kusupport. Kama watatupangia, watakapotupangia wana Simba, tujipange kweli kwenda kwenda kusupport. Wewe ambaye hautakuwa na, na na, na muda wa kwenda kutokana na sehemu ile ni mbali, inawezekana gharama, inawezekana vitu vingine, unaweza ukabaki kwenye TV. Itafungwa skrini kubwa kila sehemu, ila tunachowaomba viongozi wangu wa Simba Sports Club, timu yetu imeelekea Zanzibar, wajitahidi kwenye mikoa, mzee wangu Azim Dewji nilisikia alisema kila mkoa atatoa milioni moja kwa sababu ya watu kuja kuangalia fainali. Naomba mzee Azim Dewji, kama inawezekana, ile ile milioni moja kila mkoa akufungwa big screen, kila mkoa ifungwe big screen. Milioni moja ina uhakika inatosha kabisa kufanya hiyo ishu, wafunge big screen, wana Simba ambao hawajafanyikiwa kuja Zanzibar kutokana na uwanja mdogo, waangalie. Azim Deuji kiongozi mkubwa, hii mara mara ya pili anashiriki fainali za kombe la kafo mzoefu. Alitoa ahadi yake, namkumbusha tena mzee wangu, kama alisema kila mkoa atatoa milioni, basi ile milioni asitoe kwa sababu ya nauli ya watu, atoe kwa sababu ya kufunga skrini kubwa kila mkoa ili watu waangalie. Lakini niwaambie watakaangalia kwenye skrini, niwaambie watakaenda pale takapopangiwa. Hii tunabeba mimi nataka kufahamu kutoka kwako umegusia swala la udogo wa uwanja wa Amani kulinganisha na dimba la Benjamin Mkapa mara nne ya Benjamin Mkapa. Eh, watu tiketi wamekata na inatajwa kwamba tiketi ambazo zimekatwa mpaka sasa zinazidi uwezo wa uwanja wa Amani. Mechi inazungumzwa inapelekwa katika dimba la Amani. Watu wengi wamekata tiketi. Hili unahisi linaweza haliwezi kuleta changamoto kwa upande wa viongozi na mashabiki wenyewe na ushauri wako kwenye hili ni nini? E, changamoto itakuwepo kwanza. Mi, mimi kama mshabiki vilevile, kwa sababu nipo kwenye kwenye tawi ni kiongozi, lakini nawaongoza watu na mimi wapo, wa, wa, ilika, wa, wa, tiketi. Tiketi ni mshabiki mojawapo wa waathirika nimekata za za mechi Benjamin Mkapa, tena sijakata peke yangu, nimekatia mpaka na vijana wangu wengine, lakini ukiachia hivo tawi letu limebeba matawi mengine pembeni. Kuna watu wametoa maagizo kwa wakati yetu, je, na matiketi mengi kwa sababu ya matawi mengine. Kuna watu ambao wameniagiza, kuna watu kutoka Mwanza wameniagiza, kuna kuna watu kutoka Ifakara wameniagiza, kuna watu kutoka same tofauti wameniagiza. Leo wananiuliza tiketi zetu zitakuwaje? Lakini mimi niwaambie, kipindi hiki kwetu ni kigumu. Marekani wametumia wametumia ujanja wa nje ya uwanja, wametengeneza mazingira, inaonekana mechi tunabadilishiwa, tunaenda kupangiwa katika uwanja mwingine. Mpaka sasa hivi naona hoja, Jumatatu imeisha, leo inakuja Jumanne, zimebaki kama siku tano tu finali, wametutoa kabisa nje ya mchezo. Kila mwana Simba unayemhoji yale ninachozungumzia ni uwanja azungumzia, amejiandaaje kwenda kukusaidia timu yake kwenye mechi ya fainali. Hilo kwanza na masikitiko nalo, lakini la pili viongozi wetu na, ni watu ambao wanaojielewa, wanajua kabisa kwamba Simba bila mashabiki wanachama haiwezi kuwa Simba. Kwa hiyo najua kuna utaratibu mwingine watatumia wajue watu walokata tiketi hizi za mechi ya Benjamin Mkapa, watachukua uamuzi gani, lakini uamuzi wa busara zaidi milikuwa nawaomba, inawezekana kwa sababu mpaka sasa hivi inaonekana wamekata zaidi ya watu elfu kumi na saba na waliokata tiketi wawe na tiketi zao, watu wa, wa, wa, watangaziwe mechi itaenda Zanzibar, aliyekuwa na uwezo kwenda Zanzibar ataenda, asiokuwa na uwezo basi amuuzie yule ambaye ana uwezo wa kwenda Zanzibar kama kama wewe una utashindwa kupata mtu wa kumuzia tiketi utaweka, itakuja mechi nyingine, watu wataingia, kwa sababu Simba bado wana mashindano. Inawezekana kuna mechi ya za mashindano mengi bado tunacheza, inawezekana tiketi yako ikaja kutumika. Tumeona mechi zidi ya Konstantini, imetumika kwenye mechi nyingine ambayo iliyofuatia. Kwa hiyo sio kama na walazimisha, lakini naomba Wanasimba, kipindi hiki kuna watu wanatengeneza ili swala la kubadilishwa uwanja ili iwe, iwe chuki baina ya Simba na viongozi wao na baina ya Simba na Simba. Kwa hiyo lazima tuwe tuwe na tahadhari katika hili. Watakaojaliwa kwenda Zanzibar waende, lakini nakumbusha tu, kama una tiketi ya, yako kama una ndugu yako ana uwezo kwenda Zanzibar muuzie au mpe aende Zanzibar au aende Mafia au aende Kilwa au aende Mwanza pale tutakapopangiwa. baki baka sasa hivi viongozi wetu hawajatupa taarifa official za kwamba mechi ile itachezwa wapi, lakini popote itakapochezwa kwetu sisi ni kabila na tutaenda kupambana wasigombane wasitarifikiane kwa kipindi hiki ambacho kuna watu wanatengeneza mazingira ya kuonekana kwamba viongozi wetu kuna vitu vya ajabu wamefanya. Wao wenyewe nafsi zao tunawaona wanapambana, tunawaona viongozi wa serikali, tunaona viongozi wetu wa Simba wakipambana kuhakikisha mechi na mcheto wa Benjamin Mkapa, lakini tunawaona viongozi wa TFF lakini, ukiondoa viongozi wa TFF ukiondoa viongozi wa Simba ukiondoa viongozi wa serikali, kuna wakubwa wenye mpira wao ambao ni CAF wameamua mechi kateza sehemu nyingine. Sisi hatuna doubt katika hilo, kama ametupangia tutaenda kucheza. Jeshi letu liko sawasawa, ndio maana limekuja kuingia fainali. Kwa hiyo ni wa please, wana Simba please, wana Simba, Kipindi hiki ni kipindi kigumu kwetu. Kama ulikata tiketi yako popote, na uweza kwenda popote utakapopangiwa, twende. Kama uwezi mtafute mtu muuzie tiketi, au mpe mtu aende akaangalie mechi popote. Ni kambi, lakini nimkumbushe mzee wangu Azim, tena mzee wangu una kuheshimu na kuheshimu una, na, na unaheshimika kwenye klabu ya Simba. Umetoa ahadi ya kila mkoa utatoa, utatoa milioni moja. Tunakuheshimu wewe, mpambanaji, tumeona kila anapoenda klabu yetu unaenda unaipambania. Katika hili mzee wangu, hizo milioni moja bajeti na wale watu wenye big screen kila mkoa, ifunge big screen kila mkoa saa kumi au kuanzia saa nane watu wao wametulia kwenye big screen, wanaangalia fainali ya mechi ya Simba Sports Club. Na katika hilo mwenye mzee wangu de kilifanya nchi itatulia na kila mtu atajua kwamba Simba inawajali mashabiki wake. mimi nikushukuru sana. nashukuru sana, karibuni sana, kila laheri, ubaya ubwela.